sayansi si, lugha si, namba ha, zote ulipiga papafa. Ha, Bashite sio Makonda. Ha, muongo tume kubamba ha. Hebu weka vieti, acha maneno, weka vieti. Hebu weka vieti, acha kulia, weka vieti. Hebu weka vieti, acha maneno, weka vieti. Hii ni awamu ya kwanza, akaja na awamu ya pili, akaja na awamu ya tatu. Mimi nimerusha kombola awamu ya kwanza tu, sijaja awamu ya pili na awamu ya tatu. Unalilia nini? kwanza tena kakipande tu kakipande kale nimekarusha kamejaa ahadi ndani yake, kulikuwa na ahadi ya mambo kadha wa kadha wa kadha wa kadha. Nilikuwa nime kakipande kamejaa ahadi. Sikiza nikwambie, msumeno ukienda mbele unakata na ukirudi nyuma unakata. Sasa wale wale wanaosema Gwajima imetosha, Gwajima utaua, kwa Gwajima umemaliza, sikiliza vizuri. Nilisema wiki iliyopita mimi, nataka neno moja tu, nataka hivi, samahani, kwa maana nalisaliti damu isiyo na hatia. Ukisema hivyo upanga unarudi mahala pake present fact mbele yako. Unajua kwenye sheria kuna kitu kinaitwa fact finding, kwamba kuna wakati mwingine unaacha mambo yote, unasema tutafute ukweli juu ya jambo hili. Fact finding, kama mimi nilivyojaribu kufanya wiki hii iliyopita, kuhusu fact finding juu ya ya mtu fulani, unaamua kufanya fact, unaamua kupresent fact. Unajua kuna mambo ambayo duniani huwezi kuyakwepa. Unanielewa eh? Kuna mambo ambayo huwezi kukwepa. Kwa mfano mimi niliposoma shule, nimesoma na shule nzima, shule nzima kama ina watu mia tatu, manake niliosoma nao wapo, wanaishi Unaelewa hawa watu wanaishi, wapo, umesoma nao, nimesoma nao, kwa mfano form 1 mpaka form 4 wapo wanaishi. Unaelewa, wengi kama shule na watu 300 au 400 wapo, uliosoma naye primary nao wapo, uliosoma nao secondary nao wapo, uliosoma nao chuo nao wapo. Kwa hivyo unaona, unaona kuna vitu vingine ni fact finding, yaani inakuwa ni fact kwamba umesoma na watu wapo, na hapa Ufufuo na Uzima hebu jaribu kuwaza hapa. Mimi Ufufuo na Uzima, niliosoma nao, niliosoma nao wapo hapa, washirika wangu nimesoma nao ukiongea kuhusu mimi nawapa maikrofoni, hebu ongea unavyomjua Gwajima. Na hapa ufufuo na uzima, waliosoma Pamba Sekondari nao wapo, naweza kumpa maikrofoni mtu akaelezea. Hapa ufufuo na uzima, waliosoma Nyegezi chuo cha, cha, cha uvuvi na wao wapo, na wao unaweza kuwapa. Unaona maisha yalivyo sasa kwenye dunia. Wakati mwingine usibishane sana. Ukiona ukiona mikwaju imezidi, nyamaza kimya, yaani yani, tulie, uone kwamba bwana hii, hii kitu hii imekuja vibaya, nitulie kimya. Na mimi nimesema hivi, na mimi nimesema hivi, na mimi nimesema hivi, mimi nilishayasema. Labda niseme nilichosema kuhusiana na Daudi Albert Bashite nilichokisema chote kiko vile vile, kesho kitakuwa vile vile, kesho kutwa kitakuwa vile vile. Na mimi leo sitasema jambo lolote kuhusu yeye, nasubiri kama anasema mimi sio kweli, atoe vyeti, alafu na mimi nitoe mazagazaga yangu. Sasa umenielewa eh? Leo sitasema chochote, lakini nasema nilichokisema juu yake Daudi Albert Bashite ni kweli, Leo kesho kesho kutwa. Lakini leo sitasema chochote. Sasa nimeshasema, atoke sasa akanushe kwamba si kweli, alafu mimi nitoe mazagazaga yangu. Sasa kwa sababu wakati mwingine ukitoa silaha zote siku moja, ukazitoa zote siku moja, unasubiri kwanza Nimeona nikupe introduction ili usiseme kwamba nimezama ni kwenye somo, baadaye nikasahau. Leo sitaki kusema sana, lakini nimekwambia, nilichosema ni kweli. Kesho, kesho kutwa, wiki ijayo, mweke ujayo, niliyemsema akanushe. Akikanusha basi nitatokea mimi. Umenielewa wananchi eh? hebu piga kelele, sema amen. sasa tuendelee sasa na, na, na, na magonjwa ya kichawi nanielewa eh? tuendelee na nini sasa Mbona mmeongea kwanza? <laughs> Unajua, hapa naongea na familia. Unajua kuna watu wengine hawaelewi, wanakuwa wanasema aia mbayo naongea sasa. Watu hawa nawaambiaje sasa? Unategemea baba wa familia ameambiwa, baba umeku, wanasema mitaani umekutwa kwenye nyumba ya mtu umekamatwa ugoni, alafu baba amekaa tu, wanangu muwe na amani? Si atakuwa amekamatwa kweli ugoni? Baba lazima aelezee baba lazima aelezee. Sielezei kwenye lengo la kumwangamiza mtu, naelezea kwenye lengo la kuwafanya watoto waelewe. Na unaniona mimi, nina staha mimi, sijawahi kupiga mtu bila kunichokoza, yani ufufuo na uzima, ama mtu ame, ama mtu amechokoza kanisa ama amechokoza ufalme ama amechokoza msikiti. Sisi hapa ufufuo na uzima ni kanisa, ni wakristo rafiki wa waislamu Hebu sema sisi ni Wakristo rafiki wa Waislamu kwa sababu Mwislamu naye ni mtumishi wa Mungu. Ukimchokoza hata yeye, mimi nakufyatua. Kwa nini? Waislamu ni wa watumishi wa Mungu. Kwani wewe mtu kama ulizaliwa Lindi automatikali umekuwa Mwislamu? Sio kwa sababu ulitaka, ulizaliwa Lindi na Uislamu kule umejaa. Umezaliwa Arusha kule ulaik likuwa KKKT Umezaliwa Mbeya wewe, obvious utakuwa Molovian. Umezaliwa Mwanza unaweza kuwa Africa Inland Church. Umezaliwa Songea lazima, lazima uwe Kanisa Katoliki. Kwani ulitaka vile? Vitu vinatokea na wamishonari walivyokuja. Lazima tuchukuliane na watu hawa, tuwe tuwe watu ambao, mtu wa Mungu anayemtafuta Mungu ama kwa ubaya ama kwa uzuri, ni mwenzetu yule, kuna siku atampata. Unanielewa eh? Ndio maana mimi mtu akimchokoza, ukimchokoza imamu, ukamchokoza shehe, ukamchokoza padiri, ukamchokoza mchungaji, ukamchokoza baba askofu, ukamchokoza mtu yoyote, na unapata kipago kipigo. Lakini usipochokoza watu wa Mungu aku, kwa hiyo kwa kweli, kwa kweli kama nilivyosema, kuna vitu nitaka kufukunyua leo, kuna vitu nitaka fanya nini kufukunyua leo. Yani wewe mwenyewe usingeamini, wewe mwenyewe ungejua huyu baba ni baba kweli huyu au, au niendelee? Kama watu wanasema fukunyua, bwana, hebu simama useme amen. Huko serious? Unamaanisha sikuona wengine wamesimama. Ndio maana nimeona kuna wachache hawajasimama. Nataka nataka kufumua vitu kama nilivyokuambia. Mimi kuna watu nilisoma nao wako hapa, kuna watu walisoma na mtu fulani wako hapa, kuna watu walimfundisha mtu fulani wako hapa, kuna watu walinifundisha mimi wako hapa. Nikwambia mimi kuna siku moja nikisema, ni kabla ya hapa, nikatumia message, mimi ni mwalimu Charles Mabula, nilikufundisha darasa la tatu. Message nikampigia, wako hapa, waliomfundisha wamefundisha watu mbalimbali wako hapa. Sijui kama unajua baba yangu mzazi mzee Gwajima, baba yangu wakunizaa amejenga nyumba Kolomije hata kabla mimi sijazaliwa, baba yangu mzazi, naona maneno haya huyo mama yule pale, mama yule pale, mama chimu, mama chimu, si mama yule huyo, unamwona mama yule, Kolomie jail line, Kolomie jail line yule. Na huyo alikuwa ni mfanyakazi wa benki ni officer. Pole mama, hausimamisha Kolomie jail line. Kwa hiyo kwa hiyo, nimesema tu kwamba leo niache. Unanielewa eh? Wanaosema niendelee, simama useme amen. waone walivyo wachonganishi wale. <laughs> of course, of course, baraka moja ambayo ufufuo na uzima tuko nayo, tuko watu wengi sana. Ukitaka taarifa yoyote hapa, watu wanavolunteer mpaka unasema nimetosha jamani! <laughs> Juzi Alhamisi nawambia, jamani, imetosha. Hapana, bado nakuletea na hiki, nakuletea na kile, nakuletea na hiki, nakuletea na kile. Nae jamani, imetoshasubiri subiri bwana, subiri baba, subiri nakuletea na hiki hatuana <laughs> hatu wana, nikawambia, mbona zamani hamkuaga aktive hivyo? na nyie siku zote mko tu baba. Haleluya, leo Baba nakutumia Basi twende tuone kule mbele utakapoishia, sawa eh. Sawa jamani eh. Nimesema mimi kwamba leo leo sitaki, nimesema kwamba leo sitaki kwa sababu ya mzigo nilionao ni mzito, ambao ni, ki, ni kiunanii, lakini wacha twende eh, tuone utakapoishia, sawa tuone eh, leo atakavyotuongoza, sawa. Alikuwepo nabii mmoja anaitwa Mikaya, akaambiwa hivi, wewe na kupeleka kwa mfalme utamke kama manabii wengine walivyoambiwa watamke. Nabii Mikaya akasema sawa. Alipokaribia hapa, akaulizwa utamke maneno haya. Nabii Mikaya akasema nitatamka yale ambayo Roho wa Bwana ataweka kinywani mwangu. Wakasema no why are you, why are you not predictable, sema utasemaje? Anasema, nitatamka na mimi. Wacha niendelee kufundisha fundisha, Roho wa Bwana akiweka kitu tunajua. Wiki iliyopita nilikuwa natembea tembea kule chini, Roho wa Bwana akashukia kule bondeni, tunajua tena kwa hiyo twende wote kwa pamoja, sema amen, tuseme amen. Wewe ni mbona, unataka kusema amen? Unajua biagaza hapa, Pastor Biagaza na mtoto anaitwa Daudi.